Watanzania tuendelee kuungana na kushikamana na mgombea wetu wa rais kwa miaka mitano ijayo chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, nchi yetu iko salama. Na nimalizie kwa sababu mimi pia na dhamana ya Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, kuwahakikishia Watanzania wote kesho, Oktoba 29 hakutakuwa na shida yoyote. Usalama, vyombo vya ulinzi na usalama chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani kwa kushirikiana na vyombo vingine vipo timamu kote nchi, yaani mtaa kwa mtaa, kijiji kwa kijiji, kitongoji kwa kitongoji. Usalama umeimarishwa, kwa hiyo Watanzania kesho, twende tukapiga tukapige kura bila kuwa na wasiwasi wowote wa, na yeyote atakaye thubutu kuvuruga amani, kama nilivyosema, atakutana na kisiki. Kwa hiyo ni niwaombe vijana wenzangu wa Tanzania, mikoa yote, wilaya zote, kesho tutoke tukatimize wajibu wetu wa kumchagua kiongozi tunayemtaka. Vyama vya siasa vimepita wilayani mikoani kote na kunadi sera zao, na mimi naamini Chama Cha Mapinduzi ndicho chenye sera nzuri kwao. Niwaombe vijana wa Tanzania, tumchague mgombea wetu wa urais Dr. Samia Suluhu Hassan, alafu tuungane naye ili kujenga mustakabali wa nchi yetu e, Tanzania. Mama Tanzania ni huyu huyu na vijana wa Tanzania, tusiharibu nchi yetu kwa mikono yetu sisi wenyewe. Tushiriki kupiga kura, alafu tujipange na mgombea wetu wa urais Dr. Samia Suluhu Hassan. Mimi niwahakikishie vijana wenzangu, Ilani ya Chama Cha Mapinduzi ya miaka mitano ijayo imemulika vizuri kijana Mtanzania. Kwa hiyo hatuna sababu ya kutopiga kura, ili tuendelee kujenga nchi yetu tukiwa moja na tukiwa na amani na usalama.